Haya sasa, haya sasa mabosi, karibuni sana mabosi, kwa mahitaji ya uchimbiwaji wa visima popote Tanzania. Huduma zetu zinakufikia popote ulipo, tunachimba visima popote Tanzania kwa gharama nafuu kabisa. E, kwa mawasiliano zaidi, pigie simu 0612812960 WhatsApp sapp namba hiyo hiyo. E, huduma zetu zinapatikana popote Tanzania. E, tunachimba visima popote Tanzania kwa gharama nafuu kabisa. Tena tuna uzoefu mkubwa wa uchimbaji visima popote Tanzania, na tumeshafanya kazi nyingi popote Tanzania. E, kwa mawasiliano zaidi tupigie simu 0612812960 WhatsApp namba hiyo hiyo. Karibu sana mteja, kwani mteja kwetu ni mfalme. Wote mnakaribishwa e, kazi kama